Mu Tabora, karibu Toronto. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli kwa Tanzania bara ambapo zimeanza kutumika leo Jumatano, Oktoba mosi 2025. Kwa mujibu wa jedwali la bei kikomo mafuta ya petroli dizeli na mafuta ya taa, bei imeendelea kushuka, ambapo bei za rejareja za petroli imepungua kwa shilingi 55 kwa lita na dizeli shilingi 50 kwa lita moja. Kwa mujibu wa taarifa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji URA Dr. James Mwenyekule, kupungua kwa bei hizi kumetokana na kupungua kwa gharama ya kubadilisha fedha za kigeni kwa wastani wa asilimia tano nukta moja sifuri huku gharama ya kuagiza mafuta ya petroli kwa bandari ya Dar es Salaam salam zikipungua kwa wastani wa asilimia 1.95. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, bei ya mafuta yaliyopelekwa bandari ya Dar es Salaam imepungua kutoka shilingi 2807 hadi 2752 kwa petroli na kutoka shilingi 2754 hadi shilingi 2704 kwa dizeli, huku bei ya mafuta ya taa ikisalia kuwa shilingi 2700 74 kama ilivyokuwa Septemba 2025. Kwa mafuta ya petroli yaliyopelekwa katika bandari ya Tanga, bei ya rejareja nayo imepungua kutoka shilingi 2868 hadi shilingi 2813, dizeli kutoka shilingi 2816 hadi shilingi 2766, na bei ya mafuta ya taa ikisalia kuwa shilingi 2835 kama ilivyokuwa kwa, kwa mwezi uliopita. Kwa mafuta yaliyopelekwa bandari ya Mtwara, bei ya petroli imepungua kutoka shilingi 2899 hadi shilingi 2844 na dizeli kutoka 2847 hadi 2797, huku bei ya mafuta ya taa ikisalia kuwa shilingi 2866 kama ilivyokuwa Septemba 2025. Kwa mujibu wa jedwali hili, hii ndiyo hali halisi ya bei ya bidhaa hizi katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Tabora.